Itafanya mazoezi yake ya mwisho leo Benjamin Mkapa majira ya saa kumi na moja kamili jioni. Ni muda ambao waandishi mtapata dakika kumi na tano za kwanza kuweza kukava hiyo story. Tangazo la pili ni kuhusu siku ya mchezo kwa maana ya kesho pale Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vikao ambavyo tumefanya na wenzetu wa ulinzi na usalama, lakini pia wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tumekubaliana mambo yafuatayo. Kwa kuwa mchezo wa kesho hakuna kiingilio, mageti yatafunguliwa saa nne kamili asubuhi. Mageti yatafunguliwa saa nne kamili asubuhi na mageti yatafungwa saa nane na, yata na, yata na nusu mchana. Yatafunguliwa yata saa nne kamili asubuhi na mageti yatafungwa saa nane na nusu mchana. Kwa hiyo mageti yanawahi kufunguliwa na yatafungwa saa nane na nusu mchana ni kuhakikisha watu wawai mapema tuepuke msongamano wakati wa kuingia na pia tuepuke msongamano wa njia wakati timu zikiwa zinakuja uwanja wa Benjamin Mkapa. Hilo ni jambo muhimu nikasema niwajuze, na ni vyema wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans na wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla wajue kesho wanatakiwa kuwai Benjamin Mkapa mapema, na saa nane na nusu mageti yako yamefungwa, kwa sababu tunaamini muda huo tayari uwanja utakuwa umeshajaa. Lakini ndani, ili watu wasiboreke, kutakuwa na burudani mbalimbali mbali. Utakuwa na listi ya DJs ambao watakuwa wanatuburudisha kutusogeza sogeza mpaka muda wa saa tisa na nusu ambako taratibu za mchezo zitakuwa zinaanza sasa, kuelekea saa kumi na moja kwenye mchezo wenyewe. Nje ukifika asubuhi tumefungua mageti mengi ipasavyo, lakini kutakuwepo na magari uh, maeneo ya karibu na kuingia uwanjani, na haya magari tutakwenda kuyapiga picha na asubuhi tutakwenda kuwaonyesha maeneo ambayo tumeyaweka kwa mujibu wa taratibu za pale. Sasa hivi ukifika, unatakiwa upite kwenye lile gari. Kutakuwa kuna watu wasiopungua watano ndani ya gari ambao utapita, watakukabidhi tiketi yako utakwenda moja kwa moja mlangoni, hakuna rumi ya kuchukua tiketi, alafu kwenda kunywa maji au juisi nje. Ukichukua tiketi unadumbukia kwenye foleni, unaingia moja kwa moja ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Niombe sana Tanzania ambao tunakuja kesho kumshana kuhusu ustaarabu kumshana kuhusu ungwana, kuanzia tunapotoka majumbani, tunapofika uwanjani, kufata maelekezo yote ambayo tolewa na wenzetu wa ulinzi na usalama, na tukiingia pia ndani twende kwa lengo la kushangilia mpira, tusiende kwa malengo ya vurugu, tusiende kwa malengo ya kutaka kuleta hali ambayo hairuhusiwi kwenye mechi hizi za kimashindano ya kafu, lakini pia sio hali za kiungwana kwenye viwanja vya mpira. Haya machache, kuna maswali kuna maswali kwa upande wa huku Yanga, karibu hmm ya yeah, kufanya vitendo uh, visivyokuwa vya uungwana uwanjani havibebi taswira ya timu yoyote duniani. Vinabeba taswira ya mashabiki wahuni, ambao wa huni ambao sio wastaarabu na sisi Yanga, ukiangalia kwenye michezo yetu yote ambayo tumecheza katika misimu hii ya hivi karibuni, hakuna kitendo cha vurugu uwanjani. Na katika mechi hizo mashabiki wa timu nyingine pia huwa wanaruhusiwa kuingia kwenye mechi zetu. Sisi hatujawahi kumpiga shabiki, na hatutampiga shabiki ambaye sio Yanga, ambaye amekuja kuangalia mpira. Hata Silver Strikers wana mashabiki wao, kuna wamalai wanaishi hapa Tanzania, watakuja kuiunga mkono timu yao hao pia wanatakiwa wawe wastaarabu, tuje pale tufurahie mchezo, na mwisho wa siku atakayekiwa bora atapata matokeo mazuri, tunakwenda nyumbani tukiwa salama. Mpira tunakwenda kushindana kwa dakika tisini. Zikiisha dakika tisini, kila mmoja anatakiwa akumbuke usalama mwenzake, turudi majumbani tukiwa salama. Swali la pili, hakuna. Niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuja, niwatakie pia majukumu mema. Vitambulisho vyenu vitolewa kesho saa mbili asubuhi hapa makao makuu ya klabu Jangwani, jijini Dar es Salaam. Asanteni sana.